Asije kuwa anayefuata hawa watekaji ni kina nani? Wametumwa, wametumwa na nani? Wana lengo gani? Watateka nani baadaye? Asije kuwa anayefuata ni Pastor Gwajima, nakwambia ng'oo! Kwa, kwa, na si tekwi kwa jina la Yesu. Wale wanaovamia studio ndio wale wale wakavamia studio wakamchukua Roma Mkatoliki. Kwa jumla, mimi ninachoweza kusema hivi Afrika tutauana kipumbavu sana. Kama tutakuwa tunachomeka maswala ya dini kwenye mambo serious, tutauana kipumbavu kwa sababu hata ni kweli ukiangalia hatua zilizochukuliwa kwenye makanisa ni hatua kubwa sana za kufungia makanisa kisha kuzungumzia utekaji. Lakini pia hata mzee wangu Mbarikiwa Mwakipesile kuna wakati 2022 mtoto wake aliuawa 2023 no e..., 2022 pale ule mwezi kama wa sita, kama zijakosea, mtoto wake aliuawa. Sasa unakuja unaona hatua zinazochukuliwa kwenye makanisa ni kubwa mno. Sasa hapa kuna kakitu fani kamechomekwa cha chuki ya kidini ambacho pengine ndicho ambacho kanachofanya kazi hata sasa, na hata wengi walikuwa nasema kwamba mbona wako maustazi wanaongea tu, lakini nyinyi tu wakiso ndo mna matatizo peke yenu? Mbona mbona maustazi nyinyi tu ndo mna mnakimbia wenyewe nyinyi ndo mnakimbia tu wenyewe, we hujaona nadhani kwenye kipindi Askofu Gwajima alipokemea utekaji hapa Tanzania, ambapo ndo kanisa lilipofungiwa na hata wa washirika wa wake walipokuwa wanapigo pigo, wakilazimishwa watawanyike, wasifanye ibada. Jaziona zile hatua kama kwako ni kubwa, lakini pia vitisho ambavyo wanapitia wachungaji wetu. Mzee wangu mimi Mbarikiwa Mwakipesile, vitisho anapovipitia, hata sisi watoto wake Mbarikiwa Mwakipesile walichukuliwa hatua za juu. Acha kwa sasa kuna mmoja anaitwa e, Alex Tewele, sasa hayuko chini ya kikosikazi cha injili, lakini pia kuna mmoja ambaye yuko Dar es Salaam ni anaitwa Pastor Herbert Mlelwa. Hujaona hatua zilizokuwa zinachukuliwa za nguvu? Lakini mimi nachokuja kusema hizi chuki za kidini ambazo pengine zinaweza zikaa zina, zina, zinaenda chini kwa chini mimi naishi mtatuua bure mtaua wa Tanzania bure. Kwa sababu sisi hata kabla sijaja dini ya Uislamu na na Ukristo, sisi tulikuwa kitu kimoja. Dini hizi ambazo zinaweza zikaa zimechomekwa zisitufarakanishe, kwa sababu hata hatawezekana, vyote vinavyofanyika ambavyo aweza kuwezekana, kuna upigaji fulani unafanyika, watu ambao wanaonekana tu wote ni wa dini fulani tu wa dini fulani tu. Upigaji fulani ambao unaonekana, upigaji umeendelea au utekaji, hii e, inaonekana ni wanaohusika ni ni wa dini fulani tu. Sasa hapo, okay, okay, ukizumu vizuri, okay, okay, ezekana ikawepo namnafani na kwamba yani eh, ambacho kinakuwa kinashinikizwa uhubiri Injili, unakuta mnataka ongelea masuala ya Israeli, Yesu alipouawa mituma huo, chizi huo. Huo ni uchizi mi, nawahakikishia ni uchizi tumepandikizwa. Yaani misaada tupeleke Israeli e, misaada tupeleke Palestina, kwa sababu wenzetu wako kwenye wakati mgumu, ukule wako kwenye vita. Huku kwenye taifa letu tunapoongea hapa, kuna watu wametekwa, kina Ali Kibao tunapozungumza Ali Kibao alikuwa ni Mwislamu. Sasa ukiangalia kinachopenya chini kwa chini ni, ni kama chuki ya kidini fulani hivi, chuki ya kidini fulani lakini, mimi nachojua kusema mtaua watumishi wa Mungu bure. Mfano mimi mzee wangu Mbarikiwa Mwakipesile, ukiangalia haya tuzungumzia da bishop kwa jina bishop kwa jina bishop kwa jina kazungumzia masuala ya watu wa kutekwa alimtaja na Ali Kibao. Ali Kibao ni Muislamu, lakini pia uje uje uje uje kwa upande wetu sisi Mbarikiwa, mzee wetu si Mbarikiwa Mwakipesile Ame- aliwahi ku, ku, kuongelea masuala ya, ya ya Tundu Lissu kupigwa risasi kwenye kipindi cha, cha, cha, cha JPM. Lakini pia hata ukiangalia hapo Bishop Gwajima anaongelea masuala utekaji kwenye kipindi cha JPM. Pia tena mzee wangu Mbarikiwa kwa kipekee aliwahi kuimba wimbo wa kuhusiana na Ramadhani ya pewa yake. Hicho ni kipindi cha JPM kwa sababu sasa wezekana nasema oh najua kipindi cha, cha JPN mkwa hamwinuinui vinywa sasa hivi tu muna chuki kwa sababu rais ni mwislamu mnachuki chuki tu muna chuki tisha sana nasikitisha sana hizi ni chuki munapenyesha na hata hatua kweli wanazochukuliwa wachungaji ni kubwa mno kuliko hatua zingine wanazoweza kaachukuliwa watu wengine wa dini ya kiislamu ambao nanywa hawapendezwe na maswala ya utekaji. Sasa mimi nisemacho ni kwamba mutatuua bure, mutaua watumishi wa Mungu bure. Hapa mi nachoweza kuja kuona sisi hatuna chuki ya kidini, ila Waislamu nyii ndo mna chuki ya kidini. Huo ndo kweli asilimia mia, kwa sababu wanaozungumzia maswala ya utekaji ni sisi. Sisi tundo tunaopinga utekaji, ambapo hata na kinaali kibao walitekwa waliwawa lakini pia nitakuwekea wimbo wa mzee wangu Mbarikiwa Mwakipesile hapo mwisho. Utaona mzee anamwimbia Ramadhani, apewa haki yake, ni Muislamu yule huni. Sasa kama sisi tungekuwa na chuki ya kidini tungezungumzia? kwani mnakuwa mna roho mna mbaya, kwani roho mbaya kiasi hicho? Yaani hapa hawa kina shemo ipopo na kina Dr. Sule, kwani mnakuwa mna roho mna mbaya kwa kiwango hicho? Roho mbaya na ukatili, mioni mwenu mmejaa ukatili na chuki za kidini. Umecha, umejaa ukatili na, na chuki za kidini wezi, ukawa unasema unampenda Mungu asiyoonekana afu unakuja unachukia Waafrika wenzio unachukia wa, weusi wenzio kwa chuki za kidini na kwenda kuwapa misaada wa Wapalestina kule au kuwaongelea Wapalestina kule, unaacha kuongelea Watanzania wa wenzio, Waafrika wenzio, unaacha kuwaongelea hawa wanaotekwa na kuumizwa na, na kubagazwa, unaacha kuongelea hawa, unaongelea Wapalestina kule hata hapo unajua, na kuna watu wanashinikiza wenyewe ubiri injili, maanake ongelea wa Israeli walivyoteswa wakina Yesu, tuache kuongelea wanaotekwa sasa hivi, tuache kuongelea ndugu zetu wanaouawa sasa hivi. Hizo so, ni chuki za kidini hizo mnapandikiza nawaambieni, mtaua watu wa Mungu bure. Tungekuwa tuna chuki za kidini kwa sababu anatukuta kidini kwa sababu anatukuta Wakristo tu pekee, inashangaza sana. Ebu sikia na maandiko haya nisoasomi haya na kwanza, mi ni juacho, huwezi ukamshawishi Mkristo auamini Uislamu kwa njia hiyo, unaweza ukawa naitumia uwezi. Uwezi. huwezi ukamwaminisha mtu dini yako ndio ya kweli kwa kutesa na kuua watu, huwezi na kuwa na, na roho mbaya ya uchawa kushabikia kwamba kwa sababu rais huyu ni Mwislamu. Yaani nakwambia mpaka wakome, kwa sababu rais ni Mwislamu mnajifanya mnaongeaongea, mpaka mkome. Shabikia sana hata siku ya kiama na uhakika utapona, utapona. Hata Uislamu wenyewe sizani kama huko hivi. Hata Mtume Muhammad sizani kama alifundisha hivi. Kuwa na roho mbaya kwa, uh, hii mikafiri sizani sidhani. Sizani, sizani. Huu sio Uislamu kabisa ule ambao Mtume Muhammad kwa sababu mimi huwezo kanishawishi kwa kwa, kwa, Uislamu. Huwezo kanishawishi. Huwezo kanishawishi kwa Uislamu wenye roho mbaya. Huwezo kanishawishi. Ila Uislamu ule walikuwa walikuwa na kina kadabu wakina Saddam Hussein waliokuwa na wakina wakina wakina wakina Gaddafi waliokuwa ambao no, wana wakina Ibrahim Traore ule, mimi nashawishiwa sana nashawishiwa sana sana, na na uwezo wa kuupongeza hadharani na kusema Uislamu ni huu, kupigania kutetea ndugu zako asiumizwe na mabeberu, kwa sababu hapo naweza kuunganisha. Oh, najua nyinyi mnatumika na nchi za Magharibi, mabeberu. Wanatumia nani? Anatumika nani? Kwa, wapi Chunguza mtu akavonchumi, sisi wengine hatuna, kama sisi kanisa letu, ila kikosi kazi cha injili chini na Mbarikiwa kipesele, sisi hatuna wadhamini, wote kutoka huko kwa hao mabeberu hatuna. Mimi siwezi nikadonga unga mkono kila kitu, kwa sababu hapa kuna kitu kinapandikizwa. Mna nani? Ushoga, ushoga hivi sasa. Sasa ninakuja hivi, kwa kwenye Ukristo tu ndo ushoga peke yake au? Kwa sababu Roma ni Katoliki wenyewe wameruhusu kule, ndio unaanza kutuingiza kutu, kutu na sisi unataka kutuweka wote sisi vile aya Mombasa kule wanaishi wana wa Kristo tu peke yake. Mbona ushoga na kwenye huko tu hupo wa kutosha, si tuchomekee kwenye vitu vya ajabu ajabu hivyo? Hapana, hebu sikia, nisome maandiko haya katika Yohana wa kwanza ile sura ya nne mstari wa ishirini asema mtu akisema anampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni muongo. Kwa maana asiowapenda asiyempenda ndugu yake ambaye anamuona hawezi kumpenda Mungu ambaye hawezi kumuona. Unasema mimi nampenda hala, nampenda niko tayari kujitoa kwa ajili, unachukia watu na waona hivi wa Afrika wenzio, unakubali wateko, unakubali wateko, unakubali waumizo, unakubali wapigo, unakubali wakimbie nje, kwa sababu mimi nampenda hala? Muongo wewe! Wewe una roho mbaya yako binafsi tu, una liloli baya tu. Una roho mbaya tu, roho mbaya, tunakuhakikishia una roho mbaya hata kama weji jifichie kwenye kificho cha mimi nampenda sana, hakuna hakuna Ala, hayuko hivyo, wala Mungu wala mtume Muhammad, hayuko hivyo. Wewe uko na chuki tu za kibinafsi na watu, watu wa Mungu, watumishi wa Mungu, una chuki zako binafsi, afu nataka mimi nampendeza, Mungu nampendeza, hakuna. Wewe wewe ni nilishetani, una roho ya kishetani tu, una roho ya kishetani na uchawi unao Mnashiriki mabaya kila namna kisa chuki za, za kidini tu, na hakikishieni hata siku ya kiama hamtaepuka, hamtaepuka nawambieni, hamtaepuka, hamtaepuka hukumu ya, ya, ya Mungu hamtaepuka, ta, hukumu ya Mwenyezi Mungu hamtaepuka, amwepuki amwepuke, nawambieni, hacha, ndikuache kwa tafakari hiyo. Asante. Kisa cha Ramadhani ni kama ndoto, ni kama firamu uwezi amini. Kisa cha mfanyabiashara wakari yako ni kama ndoto, ni kama firamu. Waziri Mkuu alishughulikia, raisi akaagiza kwambalikwe, lakini kimya alameka mtu wa Mungu kato wa ushahidi wa kila aina, lakini kimya. Kama ya ni kweli, shio, ni kweli basi tishio ni ukubwa wa mnyololo wa walio usika. Mawazo kutoka kwa Mungu yanasema kama tutaki kupate shida tuwasame, lakini huyu mtu wa Mungu tumpe haki yake, awa tulindane, tuonyane na tusamehane. La madani apewe haki yake, la madani apewe haki yake, la madani apewe haki yake